Mechi ya watani wa jadi kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba iliyokuwa imepangwa kuchezwa leo Jumamosi mosi Machi 8, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam imeahirishwa rasmi na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB. Uamuzi huo umetokana na sintofahamu iliyotokea baada ya klabu ya Simba kuzuiwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo huo, jambo ambalo klabu hiyo ililalamikia kama ukiukwaji wa kanuni za ligi. Baada ya kupitia malalamiko ya Simba, bodi ya ligi ilibaini kuwa kulikuwa na dosari katika utekelezaji wa taratibu za matumizi ya uwanja, ikiwemo ushiriki wa watu waliovaa sare za Yanga katika kuziba njia ya Simba kufanya mazoezi. Pia, taarifa ya usalama zilionyesha kuwa kulikuwa na matukio mengine yaliyohitaji uchunguzi zaidi ili kuhakikisha haki inatendeka kwa pande zote mbili. Kutokana na hali hiyo, bodi ya ligi kupitia kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo huo hadi uchunguzi wa kina utakapokamilika na maamuzi sahihi kufanyika. Tarehe mpya ya mchezo huo itatangazwa mara baada ya uchunguzi huo wa kukamilika ili kuhakikisha haki us na usawa vinazingatiwa katika uendeshaji wa ligi. Pamoja na hayo, bado taarifa kutoka katika uwanja huo zinadai kuwa mashabiki wa timu ya klabu ama klabu ya Yanga wanaendelea kuingia uwanjani wakisubiria mchezo huo kuchezwa. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila habari inayojiri kuhusiana na na kuhairishwa kwa mchezo huo.